Ni sababu ya mabalaa. Kufuata mkumbo ni sababu ya kuangamia. Kutosikiliza maelekezo ya mashaikh na maduati ambayo yana dalili za wazi za Qur'ani na Sunna ni sababu ya kukombwa na mawimbi kudanganyika na mitandao na maneno ya watu yaliyopakwa rangi nzuri, lakini yenye sumu kali. Kuhadaika na maneno hayo na ukayafuata ni kujiangamiza. Kwa nini usitosheke na mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuelekeza

ambaye anapuuza dini yangu, maelekezo yangu, utajo wangu, sheria yangu, akafuata sheria zisizokuwa za watu wema, zisizokuwa za Allah subhanahu wa ta'ala katika mwenendo wake, mtu huyu akawa ni tabi li kulli na'iqin, ni mfuasi wa kila mwenye kupiga makelele. Tabtube sallallahu alayhi wasallam amekataza kuwa imma, na imma ni bendera fuata upepo, ni mtu ambaye hufuata mambo kibubusa. Mtu huyo anaacha mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala maelekezo ya wazi kabisa, anafuata maelekezo imma ya kufar manasara, au mulhidun, watu wasiokuwa na dini, au fajara au fujar, wakajinasibisha na dini lakini ni fujar, watu waovu. Akaacha hadithi za wazi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya za wazi ambazo zinatajwa kwa kusudi akaona mwenendo bora ni mwenendo wa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni mwenendo wa viumbe. Allah anasema fa inna lahu maishatan lanka, mtu huyo atakuwa na maisha ya dhiki, maisha ya dhiki duniani na akhira. Alank imetafsiriwa dhiki duniani na kaburini, yani na barzakh.

Mtu huyo mwenye kupuuza mwenendo huo ana maisha yenye kumbana, maisha mabovu, maisha ya dhiki, atapatwa na kila aina ya dhiki. waldhanku min almanaziri ma, walamakin walmaaishi kibano hicho kitapatikana katika majumba, katika vyakula katika maeneo mbalimbali itapatikana munkar. Na hii munkar ni ya ujumla, ni ya watu wote, kwa sababu watu wanapofanya munkar halafu hawakatazani, munkari huo huenea. Kwa sababu hiyo ndio maana sisi Waislamu katika swala la amani kwa sababu sisi ni wananchi pia wa nchi hii, ni sehemu ya nchi hii. Tunahitaji kuishi kwa amani, tufanye biashara zetu, watoto wetu wakue, kama ambavyo sisi tulikuzwa na wazee wetu, tufanye ibada kisawa sawa. Allah akikadiria umri wetu umeisha, tukaridhiwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafanya hivyo kwa sababu sisi ni sehemu ya nchi hii. Sasa anapotokea mtu akaharibu amani, usiseme kwa nini mashehe wanazungumza. Ni kwa sababu sisi ni sehemu ya jamii hii, ni kwa sababu yakitokea kutokea, wote tunadhurika. Tulikosa kuswali swala ya Ijumaa hapa, mmoja katika Ijumaa katika mji huu, watu walikuwa ndani, wengine walilala na njaa siku mbili siku tatu kwa sababu ya kuzuia, sababu iliyotokea. Sababu ya hayo ni kwa sababu kulitokea shari, kulitokea fitna iliyochochewa na watu ya uvunjifu wa amani. Sasa watu hao wamekuja tena kwa mbinu ile ile. Kwamba wanataka wavunje amani kwa madai kuwa eti wanaandamana maandamano ya silimia maandamano ya amani, kana kwamba mwanzo hawakusema kuwa ni maandamano ya amani, kana kwamba, ayuha muslimun, lazima tuwe wafuatiliaji wa mambo kwa ukaribu sana, ili tusidanganyike kiurahisi kwa nini baadhi ya mashehe wameongea na matamko, japo wengine wamevuka wa mipaka kidogo, lakini kwa nini wameongea? Ni kwa sababu kwa wanaofuatilia na wanaojua wanajua, wanajua, hayakuwa maandamano ya amani na yalipangwa yasiwe ya amani kabla hata ya kutokea hayo maandamano, kwa sababu sisi ni watu ambao tuna akili timamu lakini pia kilichotokea sote tunakiona, hakuna ambaye hajaona. Ayuhal muslimun, nataka nikusikilizishe maneno ya mtu mmoja ambaye ni padri au askofu, wanajiita wa kanisa moja linaitwa ABC. Wengi hamkumsikia huyo, na mimi nimepata hizi habari kwa askofu mwingine, kwa kufuatilia tobani, mitandaoni, kila kitu kiko wazi, sio kwamba labda kificho huko, kienda hata wewe unaona sasa hivi kwa askofu mwingine. Huyo askofu mwingine huyo ndiye alinifanya nifike kule kwa huyu, na hapa ujue kwa nini waislamu wanalaumu kitu kinachoitwa tek ya Katoliki kwa sababu askofu huyu anasema wao wamehusika asilimia tisini na ushahidi kauweka na pia kwa sababu waislamu asili kila wanapotaka haki yao achilia mbali haki zingine wao waislamu wanapodai haki yao hawateki huisema, serikali msiwape. Na hili limetokea kwenye mahakama ya kadhi mwaka elfu mbili na kumi na tano na wote mnajua waliandika waraka na madhehebu mengine yaliingia, lakini ushawishi mkubwa ni teki. Wanaiamrisha serikali isikubali mahakama ya kadhi ambayo haiwahusu wao. Ndio maana waislamu wanaisema teki kwa, kwa sababu teki inakaa mbele yetu katika haki zetu. Tunapodai sisi haki zetu, wao wanazizuia. Halafu wao wanapodai mambo yao wako smart, wanaenda kwa, kwa gia ya wananchi wote, sio wao. Tunapotaka sisi wako wazi kabisa wanazuia. narejea iko ukitsachi hapo kwenye Google, tamko la hawa maaskofu elfu mbili na kumi na tano liko wazi, wanaiamrisha serikali, wanasema msipofanya hivyo hatutopiga kura ya katiba mpya. Amri na kweli jambo likafa. Kwa hiyo wanazuia haki zetu kusudi ambazo haziwadhuru na nchi nyingi zina ukadhi na hauwadhuru na si za Kiislamu, kusudi wakazuia. Sasa unata, wewe unataka vipi sisi tuwazungumze vizuri watu kama hawa? Sasa sikiliza, kuna mtu mmoja huyu askofu aliyesema, ambaye askofu Ikongo amemtaja mtu huyu na amemweka anaitwa huyu mtu anaitwa askofu Kabigumila, anaitwa askofu Kabigumila. Huyu mtu aliamrisha waandamanaji ambao wanasemekana wataandamana tarehe ishirini na tisa wachome vituo vya kupigia kura, nyumba za polisi, magari ya baadhi ya wafanyabiashara, kwa sauti yake kwenye YouTube yake binafsi. Mpaka sasa ipo, na sio kwamba labda kitu kimepotea, labda wanafanya kitu, ipo. Hata wewe ukiingia unaiona, na akasema atashangaa Wakatoliki wakishiriki kupiga kura. Kwa nini hawataja Wakatoliki? Naomba tumsikilize sauti yake, mimi nawekea sauti yake kwa sababu ipo na. na sasa kwa sababu ametuchokoza wa ninasisitiza wale mnaokaa karibu na vituo, na vituo na nyumba na, za polisi, Oktoba 29, tuwasubirie tuone polisi kama watatoka kwenda kwenye hayo marindo kusumbua watu kule kwenye barabara kubwa wakienda, mimi dili na choma nyumba zao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 Na, na baada ya hapo Askofu Ikongo anasema huyu jamaa alitafutwa na polisi, halafu akatoroshwa na Wakatoliki akapelekwa kwenye kanisa la pale Kurasini, alafu baadaye akatoroshwa Nairobi. Anazungumza Askofu Ikongo huyu, msikize kidogo. Maandamano yalikuwa anasimamiwa na mtu gani? Kuna maandamano ambayo hayana kiongozi lakini je, yalifanyika hayo maandamano? Nyiye maaskofu wa teki, mnaotoa waraka eh, wa kuonyesha kana kwamba mambo haya yameratibiwa na watu wengine, wakati nyiye ndio mmeyaratibu. Sasa ngoja niwambi, tarehe ishirini na tisa Oktoba kilichofanyika zile vurugu zote zilizofanyika kuchoma yalikuwa ni maelekezo, haikuwa ni maandamano, ilikuwa ni maelekezo yalikuwa ni maelekezo. Maelekezo yametoka tarehe 25. Kiongozi wa dini ametoa maelekezo tarehe 25, tarehe 29 Oktoba hiyo nani vurugu zikafanyika, na maelekezo yote aliyoyasema tarehe 25 ndio yaliyofanyika tarehe 29. Na huyu ni kiongozi wa dini ambaye baada ya kufanya tukio hili, baada ya kutoa maelekezo hayo tarehe 25 alipokuwa anatafutwa na jeshi la polisi, mlimficha. Na sasa mmemwondoa, amekimbilia Nairobi, yuko hapo Nairobi sasa hivi. Sasa angalia maelekezo aliyoyatoa na jinsi mlivyomwelekeza, nenda kaseme hivi kaseme hivi. Angalia, nataka uangalie hii clip uangalie, uone haya anayoyasema huyu. Kama siyo maelekezo, maana ameyasema tarehe ishirini na tano na utekelezaji tarehe 29 Oktoba, yaani ndani ya siku ngapi? Siku tatu tu vijana wakatekeleza. Kwa nini? Kwa sababu tayari kulikuwa na vijana wamejificha, wa nje ya nchi na wa ndani ya nchi, ambao wamekaa ndani ya makathedro yenu wa Katoliki. Mmemweka mkamchukua mchungaji ambaye mmemuhonga hela na ni kiongozi wa dini mwenzenu, mkamwambia katoe maelekezo katoe nani katoe mambo haya na akaenda akatoa maelekezo na yakatekelezwa. Sasa leo mnayabatiza jina kwamba ni maandamano, wakati ni maelekezo. Hebu msikilize vizuri hapa, msikilize kabisa kwa umakini, alafu mniambie wale mnaokaa karibu na vituo na, na, na, na nyumba za polisi, choma nyumba zao, vituo vya, vya mafuta hivi vya lake hoiri, choma moto, choma mwendokasi hizi za mofati hizi za kijani, choma zote, chomeni baada ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu huyu Bigumila anavyoongea kwa maelekezo yake, hamwezi kuona kwamba hayo ndio maelekezo yaliyofanywa tarehe 29? Kuna maandamano hapo. Kiongozi wa dini mkubwa ambaye anaheshimika ndani ya nchi hii ametoa maelekezo hayo mliyoyasikia, na alipoeleza ndivyo ilivyofanyika. Amesema kachomeni petrol station zote choma, watu wamechoma tarehe 29 tarehe 25, hiyo hiyo, amesema chomeni vituo vya polisi, na umeona wametekeleza maelekezo yao, wamechoma vituo vya polisi. Sasa mimi wa wa ni waulize nyie viongozi wa tek maaskofu, moja niwaulize nyie, ambao ni wasomi, ambao tuseme ukweli wala tusidanganyane, hivi kweli katika vile vituo vya, polisi, vya, nani, vya vituo vya, vya, vya, vya petrol station ambavyo vimechomwa vya mafuta havina walinzi? unataka unaambia petrol station za Tanzania hazina walinzi? Wako walinzi tena wako pale, unakuta walinzi wawili wamekaa na wako na silaha. Sasa nataka niwaulize maelekezo haya ya huyu kiongozi wa dini kuwaelekeza vijana na vijana wakaamua sasa kutekeleza hayo maelekezo wakaenda katika utekelezaji wake, wakaingia kwenye petrol station, wakaanza kuchoma, kwa sababu kiongozi wa dini amesema. Sasa wameshachoma wamemaliza. Nataka niwaulize nyie, viongozi wa TEC, hawa walinzi wa vituo vya mafuta ambao wamekaa na silaha na watu wanakuja kuchoma kituo cha mafuta kabisa, wanakuja kuchoma moto, sio moto wa bahati mbaya kwamba utapiga simu zima moto ije askari wamekaa pale, watu wanakuja na wako na silaha, na wanalinda kituo chao cha mafuta, alafu watu wamekuja kuchoma, unategemea hao watu au askari wanaolinda kituo cha mafuta? Wewe padri, wewe askofu, wateki mko moja, mnategemea wale askari wanaolinda kituo cha mafuta waseme yeye karibuni sana, chomeni, alafu wawachekee tu? Mnategemea hilo, ndugu waislamu. Jambo liko wazi, jambo liko wazi. tarehe 25, yalitolewa maelekezo ya kwamba wanaodaiwa wanaandamana wakachome moto. Kwa aslan, sisi tunachosema, tunaposema maandamano hayafai, kwa sababu ndani yake yanabeba nia mbaya unaweza ukasema ni ya amani, lakini kuna watu wamepanga mambo yao. Wewe unaenda kwa nia ya amani, wenzako wanakuja kwa, kwa nia nyingine, kama ambavyo huyu anaitwa Askofu Kagumila something, jina kama hili, amezungumza. Sasa unataka nini zaidi ya hapo? Kwa nini hamtaki kusikiliza maelekezo ya mashaikhi? Kwa nini mnataka kusikiliza tu wanaharakati wa mtandaoni? Mashaikh wanazungumza kutokana na ilmu kutokana na dalili ya Qur'ani na Sunna, mnatishiwa si PhD. So, sasa kama PhD mfano kafanya PhD ya ngoma, sasa itamsaidia nini? Yani kama kaandika sasa PhD, so, ni kuandika kwa, unaandika sasa unaandika kuhusu ngoma, jinsi ya kupiga ngoma vizuri, vinanda vizuri kanisani, hiyo PhD wewe inakupa elimu gani? nasallallahu salamu walaafia ina, ina alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi

waman fihinna na vilivyomo kwao. Haki sio kufuata matamanio ya fulani yuko marekani yuko wapi? Hiyo siyo haki. Haki ni kufuata maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, anayewajua waja wake kwamba zikija fitani jiepusheni, jiepusheni na kufanya khuruj kutoka katika toaa ya mtawala, kufanya maandamano kwa sababu kunaleta shari kubwa. Kinachoangaliwa ni shari kubwa kuliko maslaha. Na cha ajabu kuna watu ni qaada qaada, amesema alimamu Ibn Hajar rahimahullah llah. qaada ni kina nani? Qaada ni watu katika makhawariji ambao wamesema, hum lladhina yuhassinuna lighairihim lkhuruj ala lmuslimina wala yubashiruna alqital, ni wale ambao wanawapendezeshea wengine kutoka kufanya maandamano kuasi, lakini wao hawatoki. Hao ndio qaada, washazungumzwa tangu zamani. Alimamu Bni Hajar, qaada hum lladhina yuhasinuna lighairihim lkhuruj ala lmuslimin wala yubashiruna lqital, ni wale ambao wanalingania, tokeni mitandaoni, tokeni andamaneni, alafu wao kimya na watoto wao. Bali wao huko huko Ulaya wanapoandamana wanajifunga nyuso wasioonekana. Sasa unaogopa nini? Wakati huko Tanzania vipi? Kijana mdogo wa miaka 16 18, huko Tanzania unataka andamane, wakati wewe huko Ulaya na unaogopa. Haya maajabu makubwa kabisa.

katika taa ya mtawala isipokuwa ndani yake kuna madhara kwa vitendo vyake vya kufanya khuruj, shari ni kubwa kuliko kheri inayopatikana. Kwa maana ni mara chache sana kupatikana kheri katika uasi, na kilichofanyika ni uasi na wala sio maandamano. Hayo yanaitwa maandamano ya amani, ni uasi. Sasa akili kwetu na kwa vijana wetu Lazima tukatazane haya mambo, kila mmoja amwambie mwenzake, komenti mtandaoni, nenda kazungumze, usiwe na aibu. Sheikh, zungumza, anta muslim, wewe ni muislam na wewe ndio mwenye haki, usiogope. Ukatishiwa si mtu na maguo makubwa, si ukaambiwa na ma, mavyeti makubwa, usiogope hilo. Kwani Isa alayhi salamu wanaomwita Yesu alikuwa na mavyeti? Alikuwa na mavyeti? Alikuwa na madigrii? Kwani maulamaa wetu sisi hawana mavyeti na madigrii ma ma maulama? Alimamu Rabii bin Hadi ni profesa, ashekh Sudais ni profesa, maulamaa ni maprofesa. Kwani wewe unadhani hakuna maprofesa? Masheikh sio maprofesa ma ma, unatutisha na digrii digrii. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sisi tunafanya rududi kwa yeyote awe muislamu tumefanya raddi kwa makhawarij ja hapo, na kuwataja majina kina Abud Rogo na wengineo. Itakuja kuwa kwa mtu ambaye ni kafir, ambaye anatumia damu zetu, damu za vijana wetu, kwa ajili ya kujinufaisha yeye mwenyewe binafsi. Hilo hatuwezi kulikubali, na jambo hilo tunaiomba serikali isimame kidete, na tunaiombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, waweze kudhibiti amani na usalama. Hatungi mkono watu kujichukulia hatua mkononi kwamba umpige yule kwa sababu ni kafir, la, manhaji yetu ya kisalafu inakataza. Lakini serikali tunaiombea kwa Allah iwe thabit katika kusimamia jambo hili. si tunazungumza serikali, hata akija akiondoka raisi aliyopo akija mwingine, hiyo ndio manhaji yetu. Na kabla ya rais huyu, ndio manhaji yetu, na alikuwa raisi sio Mwislamu, ndio manhaji yetu, kwa sababu ndio manhaji salafu. Hii ndio manhaji ya wema waliotangulia. Mambo yanaenda kwa mazungumzo ya siri ambayo ndani yake yana ihtiram, yana kuheshimiana, sio maamrisho, sio unaamrisha. Unatakana ukazungumze uombe mazungumzo kwa ihtiram, kwa sababu watu wote hapa ni wananchi wa nchi hii, hakuna mgeni wala mwenyeji. Nasalu Llah subhanahu wa taala assalamata wal afiya. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana